Habari uh, za wakati huu uh, wanayanga wenzangu duniani kwa ujumla kwa majina anaitwa God Yanga kiboko ya madunduka, nikiwa hapa kama mwenyekiti wa Yanga influencers uh, nikiwa na influencers wa Yanga uh, tupata taarifa tukiwa tumeingia mkoani Manyara kwamba afisa habari wetu wa klabu ya Young Africans Ally Shaban Kamwe uh, amepata kupigwa faini na TFF, faini ya shilingi milioni tano uh, kwa makosa ambayo TFF wameainisha lakini mimi nikiwa kama mwenyekiti wa, wa influencers wa Yanga, uh, nilipendekeza na wanayanga wenzangu ambao tulikuwa wote safarini kwamba uh, tuweze kulifanya hili jambo sisi wanayanga wenyewe tumchangie afisa habari wetu wa Young Africans Al Shaban Kamwe tuweze kulilipia hii hi, hi, hi, hi, hi, faini kwa maana ya kwamba, uh, michango ya wanayanga wote uh, ambao wataguswa na tukio hili tuweze kuchangia na kwa sababu influencer wenzangu tuliongozana kwenye safari kila mmojawapo, niliwaamrisha tuweze kutoa kiasi ambacho anacho achangie. Kwa kuanzia, tumepata shilingi laki tano. Hii laki tano ninayo mimi mwenyekiti, lakini mtu ambaye atahusika kukusanya fedha hizi nimemteua Mwalimu Yanga, ambaye atahusika kuchangisha na kupokea namba zote ambazo, ambazo zitakuwa zinatuma fedha kwenye namba na yake. Mwanayanga, kama umeguswa na faini hii ambayo amepigwa afisa habari wetu, basi tuma mchango wako kwenye namba ya mwalimu Yanga. Mwalimu Yanga, karibu. Shukrani mwenyekiti. Kwa kipekee, lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kwa kufika salama hapa Babati. Hili ha, ni jambo la wanayanga wote. Tumejeruhiwa kama wanayanga na tumejeruhiwa kama taasisi. Ameanza leo afisa habari kujeruhiwa, na tulijua tu ni lazima watamsulubu kwa sababu tunafahamu tu kuna double standard ambazo zinaendelea katika mpira wa nchi hii. Leo ni afisa habari amejauliwa, inawezekana kesho akawa makamu wa rais au akawa rais au akawa jumba kamati ya utendaji. Kwa tuna tunawaomba ndugu zetu Wanayanga, magrupu ya WhatsApp, a, matawi ya anayanga kokote ambapo mlipo, kama tunaweza kutoa sadaka ambayo sadaka jitoa Ally Kamwe kwa ajili ya kupigania klabu hii na kwa ajili ya kuonesha udhaifu ambao unatokea katika mpira wa nchi hii leo TFF na pamoja na mamlaka wameamua kumwadhibu. Sasa sisi kama wanachama na mashabiki tumesema kwa ujumla yetu, chochote ambacho chobarikiwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezimungu, mia moja mia mbili elfu shilingi ngapi, lakini taasisi ya klabu ya Yanga pamoja na Al Shaban Kamwe hawapaswi kulipa hizo fedha. Hizo fedha anakuwa tulipwe sisi, kwa sababu alikuwa anapambana kwa niaba ya furaha yetu sisi. Namba uh, namba ambayo inatakiwa uh, kuweka mchango ni namba ya Tigo 0656221317 0656221317. Jina itaonekana Fredrick Linus. Kweka chochote ambacho utachotoa sadaka yako, tutaposti kokote, aidha kwenye magupu na katika Instagram zote. Hiyo maanake tunasema mpaka ikifika Jumanne, Jumatatu isha patikana milioni tano. Maana yake ile suka ni mwenyekiti. Kwa kipekee, lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kwa kufika salama hapa Babati. Hili ha, ni jambo la wanayanga wote. Tumejeruhiwa kama wanayanga na tumejeruhiwa kama taasisi. Ameanza leo afisa habari kujeruhiwa, na tulijua tu ni lazima watamsulubu kwa sababu tunafahamu tu kuna double standard ambazo zinaendelea katika mpira wa nchi hii. Leo ni afisa habari amejauliwa, inawezekana kesho akawa makamu wa rais au akawa rais au akawa mjumbe wa kamati ya utendaji kwa tuna tunawaomba ndugu zetu wanayanga, magrupu ya WhatsApp, matawi ya wanayanga, kokote ambapo mlipo, kama tunaweza kutoa sadaka ambayo sadaka ijitoa Ally Kamwe kwa ajili ya kupigania klabu hii na kwa ajili ya kuonesha udhaifu ambao unatokea katika mpira wa nchi hii leo TFF na pamoja na mamlaka wameamua kumwadhibu. Sasa sisi kama wanachama na mashabiki tumesema kwa ujumla yetu, chochote ambacho chobarikiwa na Mwenyezi Mwenyezi Mungu, mia moja mia mbili elfu kumi ishirini ngapi, lakini taasisi ya klabu ya Yanga pamoja na Ally Shaban Kamwe hawapaswi kulipa hizo fedha. Hizo fedha na alikuwa tulipo sisi, kwa sababu alikuwa anapambana kwa niaba ya furaha yetu sisi. Namba uh, namba ambayo inatakiwa kuweka u mchango ni namba ya Tigo 0656 22 13 17 0656 22 13 17, jina litaonekana Fredrick Linus Kweka. Chochote ambacho tachotoa sadaka yako, tutaposti kokote, eza kwenye magupu na katika Instagram zote, hiyo maanake tunasema mpaka ikifika Jumanne Jumatatu ishapatikana milioni tano. Maana yake ile deni mafanyaje, limeisha. Daima mbele nyuma wiko, daima mbele nyuma wiko. E bwana e, wananchi kama alivyoelezea hapa mwenyekiti God Yanga na makamu wake mwalimu Yanga, na michango yote itaelekezwa kwa mwalimu Yanga. Namba za mwalimu Yanga za kulipia hiyo michango ni za mix by as zamani Tigo. Utazikuta kwenye peji zetu, kwenye peji ya Godi utaikuta kwenye magrupu ya WhatsApp ya influencer yote, utazikuta hizo namba kwa ajili ya mchango wananchi kwa pamoja. Unajua ukiitwa mwananchi ni lazima uipende klabu yako. Twende tulichukua hili jambo la Ally Kamwe kama ni la kwetu, kwa sababu Ally Kamwe ameadhibiwa kutokana na kutupambania sisi wananchi. Kwa hiyo tunaomba hii michango mpaka kama alivyosema Mwalimu Jumanne iwe imeshatimia na tuuonyeshe umma kwamba watu wa Yanga tunataka kuondoa double standard kwenye ligi yetu. Tunataka kuona mtu akiadhibiwa kweli ameadhibiwa kwenye jambo ambalo lilikuwa linaonyesha kweli amekiuka mipaka, lakini sio anaadhibiwa mmoja mwingine anakuwa hajaadhibiwa. Kwa hiyo, wananchi, twendeni tukatoe michango, tumfikishe msemaji wetu sehemu salama ambapo ataweza kuwasikilisha hiyo adhabu ambayo amepewa na mamlaka ya TFF na baadaye mambo mengine kuendelea. La, la mwisho la kuongezea, uh, tutakapokuwa katika mechi ya uh, hapa Manyara dhidi ya Fountain Gate, wanayanga ambao mtakuja uwanjani, una shilingi elfu moja, una shilingi elfu mbili, njoo nayo ile ambayo tunampa pakome, tunakuaga, tunampa chama, tunampa kibabage akifanya vizuri kwenye mechi, safari hii ni kapu la Ally Kamwe. Kikoba cha kikoba kinachopata kwenye mechi ya Yanga na Fountain Gate, kikoba kinachokuja ni kwa ajili